Tabora, karibu Toronto. Baada ya kushuhudia Yanga Africans na Simba kwenye mashindano ya kimataifa. Sasa mbinu za makocha wote zinahamia katika mechi za ligi kuu Tanzania Bara ambapo Young Africans leo watakuwa pale Sokoine jijini Mbeya kucheza mechi yao dhidi ya Mbeya City majira ya saa kumi na robo, lakini kesho Simba Sports Club na wenyewe watakuwa katika dimba la Benjamin Mkapa kucheza dhidi ya Namungo Football Club. Mashabiki wa Simba na Yanga kutokea hapa mkoani Tabora wameelezea timu zao kuelekea katika mechi ya leo na kesho, huku mashabiki wakilia na performance ya baadhi ya wachezaji wa timu zote, lakini pia na kocha. Hebu tuwasikilize kitu gani ambacho wametuandalia kunao katika siku hii ya leo. Endelea kutufuatilia, hii ni Toronto Online TV. Aa, kwa hali yes, sasa sasa hivi na nikiangalia kikosi uchonacho ushindi kwa, kwa, lakini na Mungu sio mbaya. Kwa hiyo na imani na kocha Ahmed Morocco anaweza akafanya uh, namna ya kupata matokeo kwa ajili ya kesho ukilinganisha na mechi iliyopita. Uh, sidhani kama anaweza akarudia makosa aliyoyafanya, uh, kocha namna ya kupanga kikosi chake, nahisi na hata wachezaji wenyewe hawakuonyesha kiwango kizuri. Uweze ukamtumia kocha lawama sana, watu wengine, ameangushwa na wachezaji mmoja mmoja kama kuna mashida ambayo ilitokea naye mwenyewe alichangia kiasi kidogo kwa ajili ya vikosi kupanga baki. Kuna wachezaji ambao kama mfano kama kina Kamala hawakuonekana kwenye, walionekana kwenye bench, kwa kile hawakuonekana uwanjani kuwafanyia, sababu baadhi ya wachezaji ambao walikuwa waona wameshachoka, lakini sidhani kama anaweza kujirudia kufanya kosa kama hilo. Kama kawaida anaanzia mbili kuendelea, hawezi kashinda kuanzia moja, kuanzia mbili basi kuendelea, ah kwa sababu pale Simba hatujawa na mchezaji wa kutegemea sana kwa ufungaji, yoyote yule anaweza akafunga, lakini asilimia kubwa ni na kazi ya ah, Kiukweli, kama ni mashabiki na wapenzi wa Simba, mimi ninachowaomba tuungane kwenye shida na raha. Kuna kipindi biu ie ili kutafuta namna kupata mazuri. Kwa hiyo mi nachowaomba tuzidi kuiombea timu yetu, tuiombee ipambane, na wachezaji pia tuwape moyo. Aa, Yanga lazima upate ushindi na timu nzuri na kocha mzuri utapata ushindi. Nachoambia mashabiki tuache maneno, timu ni nzuri na kocha mzuri, kosa na kupanda vizuri. Tuache maneno, timu ni nzuri sana, kwa nyuma tuko vizuri, pande zote tuko vizuri, atu Yanga kama magoli tutaweza magoli. Sasa hivi Yanga kila kila na so, hivi shabiki wa Simba Sports Club. Eh, naona ikipata ushindi zaidi na Mungu kwa sababu ya experience ya wachezaji tuliokuwa nayo, japokuwa ndio vile tunaongaonga mwana, ila ushindi na uhakika tunapata. Ah, hiyo kwenye mpira ni jambo gumu, lakini uhakika wa kushinda na hakika tunashinda, ila ku predict magoli mangapi itakuwa ni ngumu, ila ushindi huko, e, ushindi utakuwepo. Sema huwezi ukalinganisha gabioni pamoja na, na, na, na Namungo, ni vitu tofauti, japokuwa pia kesho ushindani utakuwa ni mkubwa zaidi kwa sababu hizi timu zinafahamiana sawa, ila kwa kusema kwamba watacheza vile vile kama walipocheza ile mechi ya kimataifa nhisi kuna kitu kitaongezeka kwa sababu wenyewe pia mwalimu aliye kuwepo kuna kitu ambacho wamekiona makosa waliofanya kutoka kwenye ile mechi mpaka kufika mechi ya kesho, kuna vitu vitakuwa vimeboreshwa zaidi. Mechi yao pia itakuwa ni ngumu pia, kwa sababu Mbeya City pia tunajua ushindani wao na wenyewe pia ndio wamerudi kwenye ligi SP. Itakuwa ni mechi ngumu, sio aitokuwa rahisi kutabilika hivyo kirahisi. Ah, tunaje tu kusupport timu yetu. Hizo inapotokea ni vitu vya kawaida, tunaje tu kusupport timu hivyo tu timu kupata ushindi ni lazima, kwa sababu bado tunahitaji kujitahidi saizi. Kama sisi Yanga cheza na Ombi ya sita, tunataka kujitahidi, tujiwekee rekodi nzuri ya kuwa juu zaidi pale, maana tunamwona mpinzani, mpinzani mwenzetu na yeye amechukua pointi tatu pamoja na goli tatu. Kwa hiyo nataka leo tuongeze, tufunge hata nne, zidi kuwa pale tunaongoza ligi, maana Yanga ni ya moto na tunataka tuchukue ubingwa tena, ili tujiwekee historia zaidi kuliko wao, kwa sababu wao walikuwa wanachukua kipindi cha nyuma hapo walifululiza tulikuwa tunaumia sana moyo yani, tulikuwa tunaumia tunajitahidi kusajili, lakini tukifika kuna uchezaji tunafanya mambo ambayo tunakuwa hatuna nguvu sana, tunafungwa wakati mwingine tunatoa asali. Lakini kwa timu hii Yanga iko vizuri zaidi na wachezaji ambao tunao ni wazuri zaidi. Naamini sasa hivi wanaonekana kama spidi yao bado iko chini, kwa sababu ni wageni. Unajua siku zote mgeni, ukiwa mgeni huwezi kuwa na spidi kubwa sana pale ulipoingia ugenini kwa mimi bado naipa nguvu sana na naendelea kuyaamini Yanga kwa sababu najua kawaida ya mgeni siku zote huwezi ukatamba sana ukiingia ugenini mpaka siku kadhaa na mechi kadhaa ucheze, ndio zinakupa uzoefu na kuwajua jirani zangu wanachezaji. Kwa hiyo pale tumecheza mechi katika ligi ni mechi moja tu, hii tunayocheza ni ya pili. Kwa hiyo lazima tujitahidi zaidi na spidi itaongezeka. Hata ile Simba kumfunga kwa kweli, ile tumefunga ile kufungua ligi kumfunga goli moja tumeshinda ile. Waliongea sana wana Simba, lakini tunamshukuru Mungu kwa leo. Nikiangalia Mbeya City halisi, ninapomwona Mbeya City, lazima ajitahidi kwa sababu kipindi cha nyuma alipokuwa anapitia misukosuko mingi katika ligi, alikuwa anafungwa mechi nyingi na alikuwa kiwango chake cha kawaida, ila naamini kwa siku ya leo lazima afungwe hata goli mbili, lakini pia lazima naye ataweka ugumu kwa sababu alishapitia mengi hapa. Katika mechi ya leo, ninachowaambia mashabiki wa Yanga wenzangu, nawaambia kabisa, tuiombe timu yetu, tuombe wachezaji wetu wafanye vizuri, kocha ingia aongoze vizuri na baraka za Mungu zitakuwepo katika mechi ya leo. Mungu atatubariki tumuombee, tusitukane, tusiongee kitu ambacho hakifai. Tumuite Mungu na tumuombe kabisa, tumwambie Yanga yetu ifanye vizuri, hii tujiwekee nafasi kubwa e. Kwa kweli ligi kuu sasa hivi imebadilika, japo asilimia kubwa ni Simba kupata ushindi. Nina imani tutapata ushindi kwa sababu nikiangalia wachezaji nao wazuri, ambao wanaweza kunipa matokeo, ila changamoto ni kitu kimoja. Nashindwa kuelewa shida ipo kwa kocha au wachezaji wenyewe, kwa sababu ukiangalia mchezaji mmoja mmoja, na wachezaji wazuri sana. Kwa mfano, ukiangalia kuna Hua, uwezo wake unajulikana, Jonasanisoa uwezo wake unajulikana, kuna nani, Eli Mpanzu Kibisawala uwezo wake unajulikana lakini changamoto ni kwamba nimekuwa sipati magoli ambayo nimekuwa nikizoea, na wakati mwingine najikuta naruhusu magoli ya kizembe kwa Namungo, kwa vile ananikuta nyumbani na nitampiga hata goli mbili. Hilo pia linaweza likachagiza lika, kwa sababu najua kocha waga anajenga muunganiko kwenye timu, na timu inapokuwa ina kocha ni changamoto kidogo. Jambo langu la mwisho, naomba tu tu support timu yetu tusi tusije tusiujaji sana uongozi timu tunayo, nina imani tutakaa vizuri. Tumewasikiliza vyema sana Kurwa na Doto, yani Kurwa ni Yanga lakini pia Doto ni Simba, wote wakielezea kuleka katika mechi zao za leo na kesho. Simba yeye yipo dimbani kesho dhidi ya Namungo, lakini Yanga Africans yeye yuko dimbani leo dhidi ya Mbeya City. Nikujuze kwamba Simba mechi yake ya kwanza alipata ushindi Wagori tatu kwa z dhidi ya Fontain Gati, mabao ya Rushe Delok, Charles Aua na Jonathan Soa. Lakini pia nao Young Africans mechi yao ya kwanza walipata ushindi wagori tatu kwa zo dhidi ya Pamba Jiji, mabao ya Africans yakifungwa na Rasane Kouma, Mdasriaya Abas na Maxim Mpia Zengeri. Je, ni yanga au simba